Ikiwa leo ni siku ya wanawake duniani, kila ifikapo tarehe 8 mwezi wa tatu. Na habari tuliyonayo sasa ni askari idara ya misitu matatani tena kwa mauaji. Askari wawili wa, wa idara ya misitu wanashikiliwa kwa tuhuma za mauaji yaliyotokea Februari 28 mwaka 2025 baada ya watumishi saba wa idara ya misitu kushikiliwa na jeshi la polisi mwaka uliopita 2024 kwa tuhuma za mauaji wengine wawili washikiliwa kwa tuhuma hizo, kwa tukio linalodaiwa kutokea Februari 28 mwaka huu. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani katika taarifa kwa umma iliyotolewa Machi sita mwaka huu linaeleza linawashikilia askari wawili wa idara hiyo iliyo chini ya Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania, TFS kwa tuhuma za kumuua John James mwenye umri wa miaka 35 mfanyabiashara na mkazi wa Chanika Dar es Salaam. Kwa mujibu wa ndugu wa marehemu John James amezikwa nyumbani kwao kata Rungabule wilayani Serengeti mkoa wa Mara, wakidai chanzo cha kuuawa ni mzozo ulioibuka kati yao. Taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Pwani Salim Mulkes ninaeleza ni tukio hilo lililotokea Februari 28 saa mbili na dakika tano asubuhi katika kijiji cha Kikwete kata ya Marumbo wilayani Kisalawe mkoa wa Pwani. Polisi katika taarifa inasema askari wa idara ya misitu wakiwa doria walimjeruhi kwa kumpiga risasi kichwani mfanyabiashara huyo. Awali, kabla ya tukio la matumizi ya silaha, John alikaidi amri ya kukamatwa na askari hao kwa idara ya misitu na kuzuia pikipiki yake isichukuliwe Ndipo vurugu zilitokea wakati wa kumkamata mtuhumiwa huyo na kusababisha matumizi asilaha, ya silaha, inasema taarifa ya polisi. Kamanda Molkesi amesema matumizi ya silaha imekuwa sababu ya kumpiga risasi eneo la kichwani mtu huyo, na alifariki dunia akiwa njiani akipelekwa hospitali. Taarifa inaendeza kuwa askari hao wanashikiliwa kwa tuhuma za mauaji na baada ya upelelezi kukamilika, hatua zaidi za kisheria zitafuata. Siyo tukio la kwanza. Matukio ya askari wa idara ya misitu kushikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za mauaji sio la kwanza. Januari 2024, wanne wilayani Geita walishikiliwa na kwa tuhuma za kumuua mwananchi kwa kumpiga risasi alipokuwa kiokotakuni bila kibali katika msitu wa Samina uliopo wilayani humo. Disemba 2, 2024 askari watatu wa idara hiyo na wanamgambo wanne Walishikiliwa na jeshi la polisi mkoani Tabora kwa tuhuma za kuhusika na mauaji ya Grace Musa mwenye umri wa miaka minne katika kijiji cha Mpanda mlooka wilaani Kaliua. Kauli ya ndugu na mashuhuda Emmanuel Chaz, ambaye ni ndugu wa James, alizungumza kwa njia ya simu, amesema alipigwa risasi akiwa hana mkaa aliyodaiwa kusafirisha. Walitaka kumnyang'anya pikipiki, yeye hakukubali, kwa sababu hana kosa lolote. Wamemuua, Tumeshamzika nyumbani Serengeti. Serikali ya wilaya ya Kisarawe imetusaidia jeneza na usafiri wa kwenda kumzika. Hatujui hatima ya ndugu yetu marehemu, ana watoto watatu. Serikali imetuambiwa watasoma bila shida, mambo mengine hatukuambiwa, amesema Omari Mgunga, dereva bodaboda eneo la Kisarawe. Anadai walikuwa na Jemsi wakinywa chai, huku pikipiki zao wakiwa wameziegesha jirani na walipokaa Ghafla tuliona askari wa TFS na gari lao wanapita wakiwa wanne. Baada ya muda wa kurudi wanataka kuchukua pikipiki zilizokuwa kijiweni. Wenzetu wengine walikimbia kunusuru pikipiki zao. James yeye hakukimbia, askari wakakaa wakamtaka kuchukua pikipiki, akagoma akisema hana kosa lolote, amedai Mgunga. Anadai kutokana na James kuzuia pikipiki kuchukuliwa askari walifyatua risasi angani na baadaye risasi ilimpata kwenye paji la uso kijana huyo mwenyekiti wa kitongoji cha Kikwete wilayani Kisalawe Selmani Giliwa amesema akiwa shambani alipigwa simu na wananchi baada ya kusikia milio ya risasi alisema taarifa hizo zilimfanya akimbilia eneo la tukio ambako akikuta James amepelekwa hospitali akaelezwa askari wa msitu ndio wametekeleza jambo hilo James hakuridhia pikipiki yake ikamatwe kwa sababu yeye hakuwa na mkaa na alikutwa kijiweni anasubiri abiria. Sasa askari wale walipotaka kumlazimisha atoe pikipiki, walifyatua risasi hewani na baadaye kumfyatulia na kumjeruhi kichwani. Askari walikuwa wanne, kama wananchi wangu walivyonieleza.